Mambo mengi ya dunia, naitwa ulipo nipo. Toka nimekuagiza kazi yangu, na nikimbia tu ovyo ovyo. Sasa basi, ngoja nikuchezee kizazi. Sasa nakuagiza uende kwa Victor ukamlete haraka sana. Yes, umejisikiaje?

Samahani bila samani naomba kuongea na huyu nani? Mimi. Ndiyo wewe. Unasemaje? Mbona kama una hasira na mimi au kwa kuwa kuzuia kwenda kwa, kwa mtaalamu. Najua hata sasa hivi nje mnaelekea kwenda kwa mganga, lakini mimi nitawasaidieni endapo tu ukinikubalia ombi langu. Nishakwambia siwezi kukubalia ombi lako kwa sababu ya matatizo yangu. Mimi ninampenda sana mke wangu. Bashe, twende. Limeficha limeficha mambo dunia, mengi ya dunia, eti yule dada yake mie, mbona mimi pacha wake simwoni Limeficha, limeficha mambo mengia dunia. eti yule dada ya kemie mbona mimi pacha wakesimuoni? Hii ni fichoficho, limeficha giza, uchawi, maovu kwa picha. kila kona siri zimebanwa, hata kijaribo zitofunuliwo. Bona nyota yangu imezimwa, mwanga wangu sioni tena awinje msisemkao sasa, we ndugu yangu, umekaa peke yako, halafu umekaa na mifugo, kwenye hawa mifugo kuna wakike. Haya umo, umo. je, sisi tukufikirieje? na poli lote ili uko wewe na hawa ng'ombe, alafu ng'ombe wakike. tafuteni wanawake bana, sasa wewe unacho kifikiria mimi nakifahamu. kukaa peke yako hii mbayo sasa iko hivi. Wewe hapo una matatizo, mjukuu wangu umechanganyikiwa, kitu chako kiko obvious. Wewe ndo tiba unawezaweza, unaweza, weze, unaweza, unaweza, unaweza, nini eh? Kwanza kabisa ngoja nikwambie usione nipo kando ya zizi la ng'ombe hapa, usione nimekuja kwenye hii miti mitimiti. Haya mazingira ndio faraja yangu namba moja, lakini wewe umeyafahamu vipi matatizo yangu? Wewe ni nani baba? Mimi, kama ukishangalia movie zizi za kivita, mimi ni Masenai, mwanajeshi wa huku mimi ni mkombozi yaani, mimi ndo kama kwenye ile movie, mimi ndo myaudi nimekuja <laughs> kukukomboa sasa. Yuko hivi, njoo nikupeleke sehemu, imradi matatizo yako yakaishe baba. Wewe inatakiwa uje wewe na familia, let's go. I want to talk with you. Mkombozi ndo mimi, nimetumwa kwa kwa ajili yenu kuokonye kwao, baba twende ngupeke baba ukapone baba, e, utaki? Njoo ficha. Jamaa, si vile pale, afadhali tusubirie wasikie bodi, tukamwambie. Simama kidogo, braza braza. Shikamoo. Marahaba. Kwema? Kwema. Shikamoo. Marahaba. Brother, asamani sana kwa muda wako ambao tumekusemeshia hapa lakini leo tuna point ya kuongea na wewe. Siku zote wanatudharau sana sisi tukiwa tunapita pita mtaani hapa. Leo tulikuwa kwenye mishemi zetu naftakuni, kuna dada fulani tukakuta wako njiani pale, wanazungumzia mambo mazuri ambayo watakusaidia wewe kwa baadaye. Yaani mlivyoniita alafu mmekuja mkasema usituone sisi, hatuna akili mkajua kweli. Leo mmegundua hamna akili, utakuwa mezipata nisikilize. Bro, sisi tunajua una matatizo. Kijiji kinachofuata kuna mganga ni hatari bro, kwa hiyo tunavyokujua na matatizo yako, na hakika ukifika pale kila kitu kimeisha. Maana umesikia kabisa wale, wale mabinti wanaongea kitu ambacho washakiona. Mimi naona brother, tuishie hapo, utaamua wewe sasa. Koo, ndio ujinga mlioniletea. Nikwambia ndugu yangu, umzaa blaza hizi, tuamini ninachomwambia, ila kama ana hii alisha alishalogwa yule, tueleze tu babu <coughs> Ndogo. Karibuni nyanya. Ah, maguta, nakuona huko kwenye mbaro wako. Masuala ya maandalizi Lafu nimekumbuka imechoga angu hivi, huyu mkuu alishindwa kumuona kijana chipkizi kama huyu, akaniagiza mimi. Mkuu wa share point ni wewe, ni wewe. Huyo huyo hapendi na nataki kupingwa. Kwanza mi nimefurahi, maana utakaposafiri tu mi nibaki na mchumba Vivian. Wewe kijana wewe. Hebu punguza mdomo wako. Sawa mtabiri, mimi nimekuelewa. Kingine, asante sana kwa tiba, maana sasa hivi, kiukweli, mwili wangu nauona uko sawa, sio kama mwanzo nilivyokuwa nakuja. Asante sana. Sawa, wewe fata nilivyokuambia, ukifanya hivyo mambo yote yatakuwa sawa. Sawa mtaalamu, kweli. Wewe ungesema tumekuja. Uu! Tambua duni yenye giza kubwa. Wachawi wabaya wanajificha gizani, wakivizia nafsi za watu wasiona hatia.